Klabu ya michezo ya shirika la Reli Tanzania TRC kwa timu za mpira wa pete, kamba na mpira wa miguu imeweka kambi mkoani Tabora kwa ajili ya kujiandaa na mashindano ya Shirikisho la Michezo ya Mashirika ya Umma na Binafsi SHIMUTA yanayotarajiwa kutimua vumbi kuanzia wiki ijayo mkoani Morogoro, huku akitoa onyo kwa wapinzani wao na kutamba kuwa safari hiyo wamekuja na benchi la ufundi lenye uzoefu wa ligi kuu. Akizungumza na Daily News Digital, mwenyekiti wa klabu hiyo, Samwel Busuku, amesema maandalizi yanaendelea vizuri na wamejipanga kamilifu kuhakikisha wanarejea na ubingwa, ambapo amesema pamoja na kuweka kambi, klabu hiyo imetumia muda wao kurudisha shukrani kwa wateja na jamii kwa kutembelea wagonjwa katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa wa Tabora Kitete, kutoa misaada mbalimbali pamoja na kuchangia damu. Tumekusanyika wengi kutoka Tabora, Tanga, Mwanza, Dar es Salaam, Morogoro, Moshi, Arusha tuko hapa wote, timu imechaguliwa kwa ajili ya kufanya maandalizi. Kwa hiyo kwa siku hii ya leo tumekuja hapa hospitali hii ya, ya rufaa ya Kitete kwa ajili ya kurudisha shukrani kwa wateja wetu, kwa sababu sisi kama shirika la reli huwa tunasafirisha abiria na mizigo ya watu na watu wenyewe ndio hawa wa Tanzania. Kwa hiyo hii yote tumefanya kwa ajili ya kurudisha kwa jamii. Asante sana, hii ni sadaka tunaitoa, na sadaka hii basi Mungu atakuwa na sisi, hata kwenye mashindano huko tutaenda kufanya vizuri na hata kuchukua ubingwa wa michezo yote ambayo tunaenda kufanya huko. Tuna makocha ambao ni wa viwango, kocha wa football ana diploma A hey, ambayo ni kubwa ambayo ni ya kufundisha timu kubwa kabisa. Kwa wale ambao tunaenda kukutana nao kule, wajipange kwelikweli. Kwa upande wao baadhi ya mpira wa miguu bwana Muhammad Mtono, kapteni wa timu ya mpira wa pete alisidi ya mfungo pamoja na kapteni wa timu ya Kamba Ruben Daniel wamesema wamejipanga kuhakikisha wanaipeleka TRC kileleni mwa mashindano hayo. E, kwa kweli kwa kweli ni kazi kubwa, sio rahisi, lakini nimejitahidi kwa, kwa kipindi kifupi ambacho nimekuwa nacho na mwelekeo unaonekana mzuri kwa kweli. Mategemeo yetu safari hii ni kuchukua ubingwa. Utimamu wa akili wa wachezaji, kiafya, morali pia, yani tuko vizuri tumejiandaa vizuri na Mwenyezi Mungu atusaidia, afya njema, hatuna complication yoyote ya afya. Michuano ya SHIMUTA inatarajiwa kuanza rasmi tarehe 25 Novemba 2025 mkoani Morogoro, ikishirikisha zaidi ya timu 96 kutoka mashirika ya umma, makampuni na taasisi binafsi nchini, huku TRC ikitua na kosi lenye na michezo takriban 85. Kutoka Tabora, Mekos Samwel Jojo, na hii ni Daily News Digital. Endelea kusubscribe, kucomment na kulike, lakini pia tufuatilie katika mitandao yetu mingine ya kijamii kama Instagram na Facebook kwa kuandika habari leo underscore tz. Shukrani.